Mpendwa mtazamaji wa Tanzania Eye TV, kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze pattern ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, na usisahau please kuponyeza alama ya like. Karibu. Habari mbaya kuhusu afya ya Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga imeweza kutangazwa na mawakili. Inabainika kwamba hali ya afya ya Tundu Lissu imeweza kudhoofika anapoendelea kuzuiliwa katika gereza la Ukonga kwa miezi tisa sasa. Habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ni wazi kwamba tukiwa hapa Mbeya, ni kwamba kuna mawakili watatu waliweza kuenda kumwona Tundu Lissu vile anaendelea kule gerezani Ukonga, lakini walipotoka waliweza kusema ya kwamba habari mbaya kuhusu hali ya afya ya Tundu Lissu Mawakili walioenda pale, mmoja wao anaitwa Mpale, wakili mwingine anaitwa Hekima Mwasipu na mwingine anaitwa Rugebeleza Shala. E, sasa walipoenda kumwona Tundu Lissu waliweza kutoka na kutoa taarifa kwamba kiwango cha sukari kwenye damu haswa mwili wa Tundu Lissu kimeongezeka kumaanisha kiwango cha sukari kwenye damu kimeweza kuongezeka kwa mwili wa Tundu Lissu anapoendelea kukaa gerezani sasa hivi. Lakini habari nzuri ni kwamba daktari anayeshughulikia matibabu yake kule gerezani aliweza kuwaeleza mawakili hao, akisema hiyo hali inaweza kudhibitika ili aendelee kutumia dawa zile ambazo amekuwa akitumia na vyakula vile ambavyo amekuwa akivikula kila wakati. Na kwa kusema ukweli, kiongozi ambaye ni wakimla nchini Tanzania hapa ambapo tulipo sasa hivi anaitwa Samia Suluhu Hassan, ametesa wanasiasa wengi yeyote ambaye anaonekana akiongea anamkujia, yeyote ambaye analaumu uongozi wake anatiwa mbaroni. Sasa hivi mwezi huu wa Desemba, wengi wamekamatwa, wengi wametekwa nyara. Lakini wakati wanaharakati wanapiga makelele, jeshi la polisi linatoa taarifa kupitia barua na kutangaza kwamba ni hao wanashikilia. Sasa hivi kuna mkaazi mmoja ambaye anaishi kule Marekani, alipofika hapa Tanzania aliweza kukamatwa kwa madai kwamba alikuwa na uchochezi katika mitandao ya kijamii. Mkaazi huyo anaitwa The Day, aliweza kutiwa mbaroni tu alipofika Tanzania. Thadei Kweka ni Mtanzania lakini makazi yake ni Marekani. Yaani, yeyote ambaye anazungumza vibaya kuhusu serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan, kiongozi wa kimla, anatiwa mbaroni, anatekwa nyara, anachukuliwa hatua kali za kisheria. Haya ndiyo yameweza kusababisha Tundu Lissu wakati alisema kama hamna mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi akazuiliwa hakuwania kiti cha urais katika uchaguzi unaodaiwa kukamilika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Tundu Lissu amekaa gerezani sasa hivi miezi tisa, lakini wanataka kujaribu mbinu zote kuhakikisha ya kwamba ameishia hata gerezani pasipo kuwa na ushahidi wa kutosha wa kumshtaki kuhusiana na madai yale ambayo anashtakiwa kwamba ni kosa la uhaini. Kwa hivyo uongozi wa kiimla unaendelea kukithiri chini ya uongozi wa Samia katika taifa la Tanzania. Tundu Lissu hajakubaliwa kuonana ama kutoka kwa gereza kwenda kuona familia yake, na hivyo majuzi, serikali yake iliweza kuzuia watu kumwona, wakaagiza ni ndugu wa damu tu wanaweza kumwona, na sasa hivi Tundu Lissu hali yake inaendelea kudhoofika. Ikumbukwe, Tundu Lissu aliweza kupigwa risasi kumi na sita wakati ule, lakini alipona. Wakati alienda katika taifa lile la Ubelgishi, akashughulikiwa kapona, lakini sasa hivi kuna matibabu yale ambayo anaendelea kupokezwa, licha ya kuwa kiongozi wa mrengo wa upinzani nchini Tanzania, kwa sababu ni mtetezi mkubwa. Rais Samia Suluhu Hassan katika taifa hili la Tanzania anajaribu mbinu zote kuhakikisha ya kwamba amemzuilia kila pande Tundulisu. Kuna swali ambalo tunajiuliza, mbona mtu wa wenyewe anateseka akiwa gerezani akiwa na familia yake, lakini anaendelea kuteseka na kile ambacho kinamfanya akae gerezani hakipo. Amemaliza siku kadhaa zaidi ya mia moja ishirini bila kufikishwa katika mahakama ili kushitakiwa ama kusomewa mashtaka ya uhaini, jambo ambalo linaleta picha tofauti na tunataarifiwa kwamba mahakama iko likizoni hadi tarehe thelathini na moja mwezi wa Januari mwaka ujao, ambao tunaanza sasa hapo kesho, kumaanisha Tundu Lissu atafikishwa mahakamani kupitia barua ile ambayo amepokezwa kuanzia mwezi wa kumi, mwezi wa pili mwaka ujao wa ishirini ishirini na sita. Kumaanisha ni mateso tu wanampitisha Tundu Lissu akiwa gerezani, lakini na sisi kwa Tanzania tuzidi kumwombea Tundu Lissu, hali yake ya kiafya irudi sawa ili uh, akamilishe uh, kesi ambayo anashitakiwa ambayo ni ya ukora, chini ya uongozi wa Kimla kwa sasa wa Samia Suluhu Hassan, na yake yanamsubiri kwa sababu kesi imefikishwa katika mahakama ya ICC, na uchunguzi unaendelea, ingawa kuna tuma aliweza kuiteua kufanya uchunguzi nchini Tanzania kubaini ukweli kuhusiana na maandamano. Lakini mataifa mengi yameweza kuchukua hatua kali dhidi ya rais Samia Suluhu kwa sasa, lakini wengi wamekatisha misaada kuelekea Tanzania. Hali si hali katika taifa la Tanzania hata ingawa anaendelea kumtesa atundu Lissu. Kama sisi wa Tanzania tuzidi kumwombea kwa sababu tumepokezwa habari kupitia mawakili hao watatu Hekima Mwasipu, Mpale na Rugemeleza e, kwamba kufikia sasa, wakati walimtembelea katika gereza lile la Ukonga, Tundu Lissu kiwango cha sukari kwenye damu kimeongezeka, lakini daktari aliweza kuthibitisha kwamba hali hiyo ina inadhibitika na huenda atapata nafuu ili kuendelea a, na dawa zile za kawaida na ku tumia vyakula vile ambavyo amekuwa akivitumia kwa muda mrefu. Sasa hiyo ni habari ambayo tuliona tuweze kuwafahamisha kama watanzania wenzetu na wale ambao wanatutazama kutoka mataifa mbali mbali, kwa sababu hapa lazima tutoe siri zote kwa kile ambacho kinaendelea katika taifa letu la Tanzania, na kuna wakati Tanzania itarudi kuwa Tanzania vile John Pombe Magufuli alivyoiaja Tuzidi kuombeana kila wa na, na watakia kila rahi wakati na nawatakia akila rahii wakati tunaenda kuvuka mwaka hapo kesho wa 2026 yani ishirini ishirini na sita. Lakini Mungu atuendelee kutukabidhi nafuu kila wakati na kutukabidhi maisha ya uzuri katika siku za hapo mbeleni, na kabla ni itoke kwa kukufahamisha yale ambayo nimekuwa nikikufahamisha na kuambia tu, kama hawija subscribe uchukue sekunde yako moja tu ukaweze kubonyeza uh, subscribe hapo chini mwa akanda na kengele uwashe, ili usikose kupata taarifa wakati tunapoziweka katika mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, na usisahau kubonyeza alama ya